Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mheshimiwa naibu waziri, nilikusikia wakati unazungumza wakati unatoa salamu, umesema umepokea maombi, lakini maeneo ya kuangalia ni mengi, mtakwenda kuwafikiria fikiria. Pamoja na majibu hayo mazuri, Mheshimiwa naibu waziri, ulioyatoa, hawa watu leo wamepata bahati, hawa watu wamepata neema, kwamba kamati ya bunge imekuja kwao, pamoja na kwamba maeneo ni mengi, pamoja na kwamba tunahudumia sehemu kubwa ya nchi nzima basi kwa baraka hii ya neema ya kutembelewa na kamati wapewe kipaumbele kwenye kuongezewa mradi kwenye eneo hili Romboy yeah. Maana tukiondoka th Mheshimiwa naibu waziri yeah. Afu tukasema mnahudumia maeneo mengi, watakuwa wajaona sana faida ya kuja kwa kamati leo kuwasalimia Rombo. Pamoja na kazi nzuri anayofanya Dkt Samia na tunajua hela anazitoa za kutosha. Pamoja na kwamba mnahudumia eneo kubwa, kwa upendeleo maalum kama thamani ya kutembelewa na kamati ya bunge mpaka hapa wapeni kipaumbele watu wa Rombo, tuwaone kwenye mpango wa mwaka unaokuja tena kwenye kazi hii ya mipango ya matumizi bora ya ardhi. Sasa hivi kutokana na vijiji vilivyopitiwa na mpango, hakuna migogoro tena kwa sababu zoezi hili ni shirikishi. Kwa hiyo wenye viti wa vijiji kwa huko kwingine huko, Mheshimiwa Mwenyekiti, wenye viti wa vijiji limekuwa changamoto kubwa sana wengi wanatembea na mafaili yameandikwa ardhi, yani kazi yake kubwa ni kufanya biashara ya ardhi. Sasa tukishaweka mpango wa matumizi bora ya ardhi, biashara yenyewe inafanyika wapi? Kwa sababu kila mtu anajua pa kwake ni wapi. Kwa hiyo hakuna tena cha kuuza ardhi hii. Oh, haina mwenyewe, hakuna. Sasa ardhi kwenye kijiji hiki ambayo haina mwenyewe, hati haiazimwi Usiipeleke kwamba jirani anakuja bwana, ulipata kakaratasi, nisaidie. Si hii ndio dhahabu yako wewe mwanarombo iki, iki, ukiazima mtu akaenda akakopea, wewe unakuja kunyang'anywa shamba, utanyang'anywa nyumba. Usiiweke mahali ambapo mkono wa mtu yeyote asiyekuwa na roho nzuri kwako mkono wake unafika maeneo mengi tumeshauriana jinsi ya kuzitunza katika, katika, katika kata. Viongozi wa kata wana, wana wanapewa mandate ya kutunza hati hizi, lakini ikiwezekana peleka hata kwa mkuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa wilaya, taratibu, ili mradi tu ukiwa na mashaka kwamba ulipo si salama kwa ajili ya hati yako.